Bana ninachokizungumzia kuhusiana na Tanzania leo, sitaki kuzungumzia Kenya na Tanzania. We have talked here about that me and DM, but now I'm talking about Tanzania kuhusiana na vita inayoendelea sasa. Hii vita naizungumzia ni kuhusiana na vita ambayo inasemekana ni ya utekaji nyara, watu wamekuwa wakitekwa katika nchi ya Tanzania, na sio maneno yangu, ni kutokana na maneno ambayo nimekuwa nikiasikia kwa baadhi ya viongozi kutokea katika nchi ya Tanzania. Sasa nini kikubwa ambacho kina weza kufanyika ili utekaji ama utekwaji wa watu usiendelee ama upungue. Sasa story nimekuletea hapa, kuna mbunge mmoja katika uh, nchi ya Tanzania anayojulikana kwa jina la Askofu Gwajima. Yeye yeah, amekuwa akizungumzia kuhusiana na Uh, ishu ya utekwaji akasema, inachoendelea si kitu kizuri. Tumekuwa tukiona watu wakitekwa, ana orodha ya watu waliotekwa watu kadhaa. Sasa anachozungumzia yeye akitoa mfano kwamba je, mtoto Abduli, wa Samia Suluhu akitekwa na akatobolewa macho itakuwaje, ama mtoto wa mtu fulani akawataja makamu wa rais ama, ama wa yeye mwenyewe akitekwa itakuwaje? Nadhani pale alitaka kuonyesha mfano kwamba ili ule mfano uweze kuwafikia viongozi ambao um, maybe wanateka ama kama si kuteka basi ndio wanawatuma watu ili waweze kutekeleza uadui huo. Kuna mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Mdude ambaye yeye uh, aliweza kutekwa. Hii ni nchi, ni bendera ya nchi ya Tanzania. Bendera ya nchi ya Tanzania nimeisoma vizuri: green, yellow, black, yellow and blue. Hiyo ni bendera ya nchi ya Tanzania ambapo inasema green ni misitu Alafu yellow inasema kwamba ni gold uh, uh, inaweza kusema minerals, alafu uh, black inaonyesha people from uh, Tanzania or Africa and then blue one inaonyesha kwamba ni oceans, yani maji kwa kifupi. Kwa hiyo kuna upendo kwa hakuna na rangi ya ya, ya, ya red hapa, red kuonyesha nini? Kuonyesha vita ama kuonyesha kwamba watu walimwaga damu. Sasa inakuwaje, sehemu ambayo iko na amani, hakuna reda hapa inakuwa na vita? Sasa issue hii hapo baada ya askofu huyo Gwajima kuweza kuzungumza, imekuja kuibuka katika bunge la Tanzania. Baadhi ya wabunge wameweza kuzungumza kwa uchungu, kwa maneno mazito, akisema kwamba ni kama Askofu Gwajima anatupia maneno Rais wa Jamhuri ya Tanzania, stori ambayo imekuwa ni kubwa sana, na ukumbuke wote ni wabunge ndani ya bunge la Tanzania. Sasa mimi ninachokizungumzia hapo, unadhani kuna amani yoyote inaweza kupatikana ndani ya bunge hilo la Tanzania? kitu ambacho wewe mwenyewe kwa akili yako ukifunguka na ukauelewa kwamba hiyo itatengeneza chuki baina ya mtu na mtu, kwa sababu itaonyesha kwamba huyu anamtupia maneno rais, rais anatetewa na baadhi ya wabunge ambao wao wabunge wako nyuma ya rais. Sasa je, nani ni nani? Na wote wapo katika chama kimoja cha hii kijani, ambayo ni green, ambayo ni ya CCM. Ukiona kijani, basi ujue ni CCM. Sasa wao wanamaanisha kwamba Uh, amani iko upendo uko, kwa sababu wana hii walichukua green wakachukua na hii yellow kuonyesha kwamba wao <laughs> wamechukua madini wamechukua na misitu yote <laughs> wana mambo yao, lakini hii vita, mimi ningewaomba ndugu zetu wa wa, wale ambao wanakaa katika bunge walichaguliwa na wananchi, si kwenda kuongea maneno ambayo ni ya uh, ugomvi ama kuchonganisha watu ama kugombanisha watu. Lakini pia wale ambao wanaongea ukweli, basi wale wanaongea, wapewa ulinzi na wasimame vizuri, waonyeshe kwamba hawa watu ni watu wa muhimu katika taifa la Tanzania. Basi wewe, kwa maoni yako ya kuhusiana na Askofu Gwajima, lakini na huyo mbunge mwingine aliyezungumza kuhusiana na Askofu Gwajima kwamba anamponda na anamharibia Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu, wewe una maoni gani? Wananiita Jack Special the one and only kutoka Special 4u TV. Sina mengi, sina babaja mingi e, sina Kiswahili cha kubambanyabambanya. Nilienda kwa mwalimu mmoja akasema huyu mtoto wenu ako na Kiswahili ya kubambanyabambanya. Sasa sina Kiswahili cha kubambanyabambanya when you, when you be simple be social don't forget to uh, to subscribe on our channel Special for 4u TV uh, and subscribe yeah that is man